Na wewe ndio toa ulimi hivyo uone, ah, <laughs> kama ulimi unatoa hivyo unaharibu picha vipi? Ndio anatoa ulimi unataka puzi zako kama za kike hey! tena kamilikiwa na mke wake Hina hivi na hivi nahivi alafu baby, baada hmm, ya miaka miwili tunanunua ndinga kama hili <tutu> hmm, na kwa hili naonga nake kupa wewe na alafu niambia, naonga nake mzee. Vipi tena kaja kufanya nini kwenye gari la watume? Ujaona sehemu zokei za kukaa, mpaka umekuja kukaa kwenye gari za watu? Wewe mzee vipi, nyamaza. Unataka hii gari je vunjike vio na alafu tuambie sembe, tunavunja vio. Ondoka kwenye gari za watu mzee. Cheki miwani yake kama za kuuzwa kwenye duka la miwani, na hiyo kazi yake kama kokota kule. Saa mniache vijana rau zako kila siku ndo zinazokuchonzea zi unaona sasa? <laughs>